Halmashauri ya mji wa Bunda ipo kwenye top 10 ya halmashauri ambazo zinaathirika na wanyama pori. lakini tuna upungufu wa vifaa kazi kwa ajili ya doria na hiyo inasababisha athari kubwa kwa wananchi kuzuliwa na wanyama pori hususani tembo. Mheshimiwa Spika, hivi ninavyozungumza hekari elfu zimeathiriwa na tembo mazao mbalimbali. Hivi ninavyozungumza wananchi 1483 mashamba yao yameathirika na hawajalipwa mpaka leo. Mheshimiwa Spika, hivi ninavyozungumza ng'ombe 800 wameuawa hawajalipwa. Hivi ninavyozungumza ng'ombe mia tatu hamsini na tano wameathirika wame. Mheshimiwa Spika, wanaoathirika hawa ni wananchi maskini kabisa, ni wananchi wa kawaida, lakini mpaka leo hakuna kifuta jasho, na hii athari iko kwenye kata mbalimbali za halmashauri na jimbo la Bunda mjini. Naomba Mheshimiwa Waziri, niwatajie haya maeneo ili muyafanyie kazi na mkitaka hata nyaraka nitawaletea: Kunzugu, Ichamu, Kiaragweta, Changuge, Bukole, Mashujaa, Nyamatoke, Tairo, miti mirefu, Balili, Rubana, Mchalo, Butakale, idara ya maji, Kiaragweta, Nyasana, Guta, Makongeni, Stoni, Kunanga, Gushigwa, Mara, Nyabeu Kurubongo Kunzugu Bukore Tairo Ihale Buta Mjini Kinyamwiga na Gutabii. Hawa wananchi wa maeneo haya wamekaa zaidi ya miaka miwili, wananchi zaidi ya elfu moja na mia nne hawajalipwa, hekari zaidi ya elfu tano mia tatu tisini na zimeteketezwa ng'ombe zaidi ya mia nane zimeuawa ng'ombe zaidi ya mia tatu hamsini na tano. Hivi mheshimiwa waziri, tunataka wananchi wa jimbo la Bunda mjini waone kuwa na mbuga isiwe fahari tena. Mimi naamini tukitengeneza mazingira mazuri ya kulinda wananchi wanaozunguka na hifadhi, hifadhi hizi hazitahitaji zilindwe zilindwa za mtutu hifadhi hizi zitalindwa na raia wema ambao wataona thamani ya mbuga yao na wao kunufaika. Dada yangu Mheshimiwa Pindichana na kaka yangu, naomba mtusaidie wananchi wa Bunda Mjini, halmashauri ya mji wa Bunda Mjini wapate haki yao. Naomba sana, hali ni mbaya huku, kumesababisha njaa. Sasa hivi watu wanalima ng'ombe nani, wanafuga ng'ombe zinauliwa zinajeruhiwa mashamba yao yanaliwa na tembo. Wana zaidi ya miaka miwili hawajalipa fidia. Wapo kina mama wapo vijana wapo wazee. Wangu tafadhali sana, leo naongea kwa upole. Hili jambo ni kubwa mno. Hawa wananchi wameteseka sana, wanahitaji fidia. Tumechoka sisi, watu wa Mara hatupendi kuomba chakula, lakini hii njaa inasababishwa na wanyama wakali. Kama mmeshajua kwenye halmashauri kumi hizi wanaathirika na wanyamapori. Kwa nini hamfanyi doria mara kwa mara? Leo hii mtu akienda, mifugo ikienda hifadhini ni shida, mnyama akidhulika ni shida.